Kwa majina naitwa Bibie Othman. Ni mwanafunzi kutoka mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji. Niko hapa VETA nasomea fani ya umeme. Kwanza napenda kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwanza kutujengia hivi vyuo vya VETA. Faida ya kwanza inatusaidia kwanza kunini kujiendeleza kimaisha. Mfano kama kuna wanafunzi baadhi tumesoma, tumekaa mtani mwaka mmoja hatujajua fursa ambayo yani hatujajua kwamba tunaendelea tuna masomo kutokana na nini? Uhaba wa pesa. Kwa hiyo tukana hivi VETA kwanza ada iko chini, tunakaa bweni, tunakula. Kwa hiyo tofauti na vyo ambavyo, tofauti na vyo vya VETA tunavyojua sisi. Maana sisi tulikuwa tunajua kwamba kile ambacho cha VETA huko ada zake zinakuwa kubwa sana. Kwa hiyo mwisho ninapenda kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha, kutujengea hivi vyuo na kuendelea kuviendeleza. Maana wengine kwamba hatujategemea kama kuna VETA ambayo itajengwa kule Rufiji. Tutegemea tukitoka huko tutaenda huko tunatupa gharama za nauli nini. Kwao napenda kutoa shukrani kwa Mama Samia Suluhu Hassan, asanteni. Mama Yuko Kazini.